Ya ukishajua kupiga kodi za kawaida kodi za msingi za kuanza, kama tuseme labda G, E minor, C D na unaweza kupiga rhythm vizuri labda kama hivi. Hiyo ni nzuri sana na unaweza kutumia, lakini kadiri unavyoendelea utajifunza kwamba um, ukipata kwa mfano gita la umeme au hili electroacoustic kama hili, ukachomeka kwenye umeme, ukipiga hivi unapiga sana kelele, kwa hiyo ile utamu wa muziki unakuwa hausikii vizuri. Zipo namna nyingi za kufanya, ya kutumia DAW kwenye software kwenye um, computer na <coughs> vitu vya namna hiyo ya studio, lakini unaweza ku na ni mwenyewe kwa kutumia technique ambayo tunaita muting. Hii ni ya kawaida hii ni. Kwa hiyo mkono unaofanya kazi ni huu huu ambao una una nao. Kwa hiyo unatumia hii sehemu ya mkono. Hapa kinachotokea ni kwamba unapiga lakini kabla hujamaliza hii inakuja na, kumbuka unavyopiga uzi ya. Ukipiga kwa mfano hii, open ukipiga namna hii uzi una vibrate, unacheza. Ule mtetemo ndio unasababisha sauti, ila ukicheza alafu kaugusa popote pale unakuwa umemute Kwa hiyo kwenye G kwa mfano unapiga hivi, angalia movement ya mkono, angalia hii joint hii hapa. Kwa hiyo sifanyi hivi, unaona, ila nafanya hivi, unaona. Kwa hiyo nikipiga G, nachofanya ni kwamba napiga G alafu na, nagusa na kama hivi. Kwa hiyo zoezi la kwanza unaloweza kufanya ni hivyo, unapiga mpaka mwisho unaguza, lakini kadiri unavyoendelea, vyote hivyo sasa vinatokea kwa pamoja, kwamba inapiga lakini kabla haijamaliza ina mute kama hii. Na kadiri unavyoweka hii kwa nguvu, ndivyo sauti inavyokuwa tofauti. Kwa mfano nikipiga hii naona toni ya gitaa haiji, kwa hiyo una regulate kadiri unapotaka hapa: E minor, C, D, unaona? Kwa hiyo napiga na mute wakati wa kushuka kwenye down lakini kwenye up na achia up, napiga bila ku mute free, lakini pia unaweza ku mute kwa mkono huu pia, badala ya kupiga hivi. Kwa mfano napiga kwamba nabonyeza afu na achia kidogo, nabonyeza afu na achia kidogo. Kwa hiyo hapa napiga na mute kwa kutumia mkono huu, na mkono huu kama unaanza kujifunza inaweza kuwa changamoto kidogo, lakini anza na mkono huu kwanza, kwa sababu ndio wa msingi. Hata hivyo, unaona sehemu ambayo unatakiwa kimute kwa sehemu kubwa ni hapa katikati ya sound hole na bridge, maeneo fulani hapa, lakini kulingana na gitaa lako lilivyotengenezwa na wewe mwenyewe unavyopenda sauti unayosikia ndio utaamua wapi ufanyie zoezi. Hii ni tofauti na... Kwa kelele kwa hiyo hii inakuwa nzuri zaidi hasa kama unaimba. Alright, kwa hiyo uh, subscribe kama bado. Kama una swali ujaelewa, uliza. Kama unahitaji masomo, yapo, lakini cha msingi subscribe, ili uendelee kujifunza kwa sababu kuna video nyingine na tutorial nyingine nyingi ambazo zinakuja. Asante kwa kutazama.